Naam, karibu katika chaneli yetu ya Darubini, sehemu ambayo tunaangazia mafundisho ya Kikristo, lakini pia tunaangalia pia Biblia imesema nini kuhusiana na mambo mbalimbali katika dunia yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu, kwa sababu upo sehemu sahihi kabisa, sehemu ambayo tunapata hekima na mafundisho ya Yesu Kristo. Mara ya mwisho mada yetu ilikuwa mezani, ni siri ya kitabu cha Ufunuo na tuliangalia sura ya kwanza yote tukaimaliza, lakini sasa tumeianza sura ya pili, tukaangalia historia fupi, kwa nini tunabidi tusome na tuelewe sura ya pili, na tukaangalia Ufunuo sura ya pili mstari wa kwanza na kukaribisha tena tuendelee kufafanua na kudadavua kitabu cha Ufunuo na tuone hasa ni vitu gani ambavyo Kristo alitaka sisi tuweze kuelewa na kuvipata kupitia uh, kitabu hiki. Basi, bila kupoteza muda, karibu sana, tuendelee pamoja katika Ufunuo sura ya pili mstari wa pili. Kuna neno linalosema nayajua matendo yako Unaposoma katika Ufunuo sura ya pili mstari wa pili maneno ya Mungu yanasema na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya tena, umewajaribu wale wajiitao mitume, nao siyo, ukawaona kuwa waongo. Yesu, akiwa ndani ya kanisa, anayajua yote yanayolipata kanisa, yaani matendo ya kanisa na taabu za kanisa na mambo mengine mengi ambayo yanatokea ndani ya kanisa. Sisi hatuwezi kumficha lolote asilione. Tunaposoma katika Luka sura ya 8 mstari wa 17 maneno ya Mungu anasema, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitajulikana na kutokea wazi kwayo. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba hakuna kitu chochote ambacho sisi tunaweza kumficha Yesu Kristo. Ukisema taabu katika mstari huu, maana yake ni sumbuko lile linalopatikana pamoja na maumivu, yaani mambo yote ambayo yanakusibu yakiambatana na maumivu, basi yeye Kristo anayajua. Ukiangalia tena, kuna neno linasema subira, maana yake ni mwelekeo wa uvumilivu katika mahangaiko yote ambayo yanatokea katika kazi yako au mwenendo wako katika kanisa lakini pia kuna maneno ya ustahimilivu ambayo haya pia yanapatikana katika Yakobo sura ya tano mstari wa nane ambao maneno ya Mungu yanasema ninyi vumilieni, mthibitishwe mioyo kwa maana kuja kwa Bwana kuna karibia. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo Kristo halitambui linalotokea kati ya watu wake, lakini pia linalotokea kanisa. Sisi tunashauriwa, tunapewa nguvu na maneno ya Kristo yakisema, tuvumilie, tustahimilie kwa sababu kuja kwake kuna karibia. Haimaanishi mambo ambayo unayapitia basi Kristo ajui, hapana. Kila kitu kinakuja kwa sababu, lakini sisi sote tunaambiwa tuvumilie kwa sababu kuja kwake kuna karibia. Tunapoendelea kusoma Ufunuo sura ya pili mstari wa nne kuna maneno yanasema upendo wa kwanza. Na ninapochukua wasaa kufungua vifungu vya Bibilia katika Ufunuo sura ya pili mstari wa nne maneno ya Mungu yameandika lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Inaonekana Wakristo wa Efeso walifanya mema mengi hapo awali, lakini lazima ukumbuke kuwa watu hawataingia mbinguni kwa ajili ya matendo mema waliyoyafanya zamani tena zama zilizopita, bali inatakiwa kufanya mema siku zote unaweza pia ukahakikisha hili katika Mathayo sura ya saba mstari wa kumi na mbili mpaka ishirini na tatu. Wakristo wasibaki kama watoto wasiokuwa bali wazidi katika kutenda mema. Inaonekana waefeso waliacha upendo wao wa kumpenda Mungu na neno lake, na ndiyo maana katika Ufunuo sura ya pili mstari wa tano tutaenda kuona maneno mengine ambayo yanaashiria ili tunaloliongea katika Ufunuo sura ya pili mstari wa nne. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa tano, maneno ya Mungu yanasema hivi: basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Toba si maana yake kwamba mtu amekuwa na huzuni tu kwa ajili ya dhambi yake, bali mtu akitubu anatakiwa kufanya matendo ya toba, matendo yanayogeuza tabia zake kusudi afanye mambo mema, matendo yanayogeuza tabia zake kusudi afanye mambo mema badala ya mabaya. Na ndiyo maana maneno ya Mungu katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 8 yanasema basi zaeni matunda yapasayo toba. Hivyo tunakumbushwa kwamba kutubu na kutubia dhambi zetu inaambatana na matendo mema kila siku, sio pale unapohuzunika tu. Lakini pia sehemu nyingine ya toba ni kujaribu kwa bidii kutengeneza tena mambo yale yaliyoharibiwa na dhambi, na hii pia inathibitishwa na naomba uchukue wakati kusoma katika Luka sura ya 19 mstari wa nane mpaka wa tisa. Kwa hiyo katika mstari huu wa Ufunuo Yesu anawaambia Wakristo wa kanisa la Efeso watubu na kufanywa wapya ili wanayoyafanya yaweze kumpendeza Mungu. Na huu ni ujumbe pia wa kwetu sisi wa kanisa la leo. Kumbuka tulisoma Efeso ulikuwa ni mji wenye maovu na kila kitu ambacho kilifanyika pale. Kwa hiyo ufunuo huu au mstari huu wa Biblia unawakumbusha wa Efeso kipindi kile wafanye yale wanayopaswa kufanya, watubu dhambi zao. Lakini pia huu ni ujumbe wa kanisa la leo. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa tano, hapa hapa kuna maneno ambayo yanasema, kumbuka ulikoanguka. Neno hili liko wazi kukumbuka ni wapi ulipokosea na wapi hivi sasa unakosea. Ujumbe huu wa Yesu pia utukumbushe mwanampotevu katika Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka 32. kila mtu afikiri nyuma na kukumbuka yale aliyoyatenda yaliyompendeza Mungu. Je, ni nini sasa kilichomwangusha? Yesu anawakumbusha wa Efeso na pia anatukumbusha na sisi wa Kristo wa leo. Usipokumbuka na kugeuka, Yesu atakiondoa kinara chake. Tulisema hapo awali kuwa kinara ni kitu kinachoashiria taa na taa ni neno linalotuangazia. Kwa maana hiyo, akiondoa kinara hichi cha taa, sisi hatuna nuru tena, bali tutatembea gizani. Lakini lazima ujue tafsiri ya pili juu ya kinara; ni kwamba kuwemo katika kanisa, na hii pia inathibitishwa katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa ishirini ambapo tulishapasoma hapo awali. Hakutakuwa na umuhimu wa kuwemo kanisani kama hatutafanya mambo ambayo Kristo alituagiza kuyatekeleza. Kwa hiyo inatupasa kuhakikisha kila jambo ambalo Yesu alituagiza tunalifanya. Na tena tulifanye kwa bidii sana. Tunapoendelea kuangalia kitabu cha Ufunuo tunakutana na neno linalosema Wanikolai. Na hii ni katika Ufunuo sura ya pili mstari wa sita. Na maneno ya Mungu kisoma hapa yanasema, "Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo na mimi nayachukia." Wanikolai hawa walikuwa wafuasi wa Nikolai wa Antiokia, mmoja wa wale mashemasi saba waliochaguliwa kuhudumu katika kanisa la pale Yerusalemu. Na hii pia inathibitishwa katika Matendo sura ya sita mstari wa tano. Nikoloi au Nikolai alijitenga na ukweli wa neno la Mungu, akaanza kufundisha uongo. Waliwafundisha Wakristo kuzini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa miungu. Hii pia inathibitishwa vizuri katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 14 mpaka 15, ambapo ukisoma Ufunuo sura ya pili mstari wa 14 mpaka 15, ambapo ni mbele tutaenda kuchambua lakini tusome kwa manufaa yetu. Maneno ya Mungu yanasema, lakini ninayo maneno machache juu yako kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Baramu yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo, wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Kwa hiyo ukisoma hapa panathibitisha maneno hayo. Hapo mwanzo tumejifunza kuwa Wakristo wa zamani waliteswa kwa kutoabudu katika hekalu la wafalme wa Kirumi. Kwa hiyo Wanikolai waliwafundisha kuwa si vibaya kwa Wakristo kuabudu kwa wafalme ili wasiteswe. Katika siku za Yohana walikuwepo watu fulani waliosema damu ya Yesu imeondoa dhambi zote; kwa hiyo Wakristo wamekuwa huru kufanya mambo mbalimbali, hata yale mambo ya dhambi. Yaani, Mkristo anaweza kuzini, anaweza kuiba, anaweza kufanya mambo mengine ambayo yote yanahesabiwa kuwa ni dhambi. Lakini pia walifundisha kuwa Wakristo au Mkristo yoyote hawezi kushinda dhambi mpaka amejaribiwa na aina zote za dhambi. Waliwafundisha kuwa mtu ambaye hajajaribiwa na zinaa hawezi kusema kwamba nimeshinda dhambi ya zinaa. Basi wakawafundisha na kuwasisitiza kuwa ni lazima Wakristo wazini au waibe ili waweze kuwacha kufanya mambo kama hayo. Hayo ndiyo mafundisho ya Wanikolai, na ndiyo maana Yesu akawapongeza Wakristo wa Efeso kwa kuwaambia, nina neno la kukuambia kwamba unawachukia Wanikolai ambao na mimi nawachukia. Kwa hiyo maana ya Wanikolai ni wale watu waliokuwa wanafuata mafundisho ya bwana huyu Nikolai katika Ufunuo sura ya pili mstari wa saba. Hapa pia kuna neno linasema, yeye aliye na sikio. Hili ni neno ambalo tunapaswa kuliangalia kwa makini sana tunaposoma maneno ya Mungu. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa saba, maneno ya Mungu anasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa, yeye ashindaye nitampakula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Hata ingawa kitabu hiki kiliandikwa hasa kwa Wakristo wa siku za Yohana, lakini sisi sote tunapata faida katika kukisoma. Na ndiyo maana katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tatu, maneno ya Mungu yanasema heri asomaye ya na wao wasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humu, kwa maana wakati u karibu. Kwa hiyo tunaaswa kusoma na kuamini maneno yaliyoandikwa katika kitabu hiki, kwa sababu saa iko karibu. Kwa hiyo, Roho ayaambia makanisa, na atakayeshinda majaribu basi atapewa kula matunda ya mti wa uzima. Kwa hiyo neno yeye ashindaye, ina maana wanadamu wanaweza kushinda dhambi na hila za Shetani kwa njia ya damu ya Yesu Kristo na kutenda mambo yote yaliyo mema. Ndiyo maana hili linaweza kudhibitishwa pia katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 26 ambapo tukiendelea kusoma hapa, maneno ya Mungu yanasema kuwa, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Tunashinda pale tutakapoacha dhambi na kufata yale yote na mafundisho yote ambayo tumeagizwa sisi kama wanadamu tutende. Lakini katika Ufunuo sura ya pili mstari wa saba hapa hapa kuna maneno yanayosema mti wa uzima. Mwanzoni mti huu ulikuwa ndani ya bustani ya Eden. Mungu akauondoa mti huu kwa sababu ya Adamu na Hawa walitenda dhambi na kwa ajili ya dhambi ambayo wao waliitenda, walikuwa wakistahili mauti badala ya uzima. Kwa sasa mtu wa uzima upo mbinguni, na hii pia inathibitishwa katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa pili, na pia unaweza ukasoma Ufunuo sura ya pili mstari wa 14. Na watu watakaoshinda kwa njia tuliyoelekezwa hapo juu, basi wataweza kula matunda yake na kupata uzima. Hili limethibitishwa katika Ufunuo sura ya pili na mstari wa saba. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa nane kuna neno linasema kanisa la Smirna. Hebu tusome Ufunuo sura ya pili mstari wa nane. Maneno ya Mungu yanasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Simna andika haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Katika siku za kuandikwa kitabu hiki, mji huu ulikuwa unatawaliwa na Warumi, yaani mji wa Smyrna. Mji huu wakati fulani ulitumika kama kituo cha ibada ya mtawala. Jina Smyrna lina uhusiano na maneno au neno Maria ambalo maana yake ni alama ya kifo. Neno hili marla lina herufi m a r y h. Mji huu ulikaliwa na Wayahudi kijeshi dhidi ya Wakristo ambao walimuua Porikap siku ya Sabato na wakakusanya kuni wakamchoma moto ili kupinga mafundisho yake. Porikap alikuwa Mkristo aliyemtumikia Bwana katika miaka ya 86 Mateso yaliyowapata wakristo katika mji huu ni kwa sababu walikataa kuabudu sanamu tena. Hii ilikuwa ni miungu ya Warumi wakristo walilazimishwa kuabudu, hivyo kukataa kwao kukawaletea mateso makubwa. Miungu ambayo wakristo walilazimishwa kuabudu ni kama ifuatavyo: kulikuwa na mungu ambaye anaitwa Saibele au Reha huyu ni mungu ambaye waliamini kuwa hukuza vitu vya asili vyote. Tena waliamini kuwa ni binti wa Uranius au binti wa mbingu. Mungu mwingine alikuwa anaitwa Ziu au Jupiter. Mungu huyu waliwaamini kuwa ndiye mfalme wa miungu katika Rumi. Isitoshe waliamini kuwa ni mtoto wa Satura, na kwamba aliwahi kumkana baba yake na kugawa utawala katika sehemu mbili: utawala wa chini ya anga akamgawia Pluto, na utawala wa mabahari, tena mabahari yote akamwagia Neptune. Na mungu mwingine ambaye walikuwa wanamwamini kipindi hicho alikuwa anaitwa Apollo. Huyo alikuwa mungu mkuu wa Wayunani, waliwaamini au waliamini kuwa ni mtoto wa Ziu na Leto na waliamini kuwa ni mapacha wa Artemi na Diana. Waliamini kuwa yeye ndiye mungu wa nuru na afya, hivyo wote walimwabudu mungu huyu. Mungu mwingine ambaye watu walikuwa wanamwabudu kipindi hicho alikuwa anaitwa mungu Nemesei. Wasmina waliamini kuwa huyu ni mungu wa dhahabu. Yeye aliwaadhibu wanadamu waliopingana na miungu mingine. Mungu mwingine kwa nafasi nyingine alikuwa anaitwa Aphrodite na mwingine alikuwa anaitwa Venus. Huyu walisema ni mungu wa upendo na uzuri. Warumi walimwabudu pia kama mungu wa michezo, wanapokwenda kucheza humuomba mungu huyu awasaidie kupata baraka. Na Wayahudi pia walimwamini mungu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Asclepius au mungu nyoka. Wayahudi walioamini kuwa mungu huyu ni mungu wa kutibu na ni mungu wa dawa zote. Hii ndiyo miungu iliyotawala katika mji huu wa Simna, na Wakristo walikuwepo katika mji huu huu tunaoongelea. Maonyo mbalimbali mbali kwa kanisa la Simna yameonyeshwa wazi katika Ufunuo sura ya pili na mstari wa nane. Kama tulivyojifunza katika historia kuwa kanisa la Simna lilikuwa katika mateso makali sana, Yesu anawatia moyo na nguvu, anawatuliza wasife moyo katika mateso yao wanayoyapitia. Na kutokana na mateso wanayoyapata wakajiona basi wao ni masikini na wasiofaa, ndiyo maana Yesu anawatia moyo. Inawezekana walisahau maneno ya Yesu ya awali ambayo alisema, heri walio masikini na hii ni kifungu cha kwanza nilichonukuu katika Luka sura ya sita mstari wa ishirini lakini pia unaweza kutazama katika Wakorinto wa pili sura ya sita mstari wa kumi na Yakobo sura ya pili mstari wa tano ambapo kote tunapewa heri wale ambao tunapitia kwenye mateso. Ingawa kanisa lilikuwa maskini kimwili, lakini kiroho lilikuwa tajiri, na ndiyo maana Kristo alikuwa akiwapa moyo kwamba msife moyo, mwendelee kupambana kwa sababu ninyi ni watu wenye nuru na neema. Katika Ufunuo sura ya pili na mstari wa tisa, maneno ya Mungu yanasema, naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri, najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Katika mstari huu kuna maneno ya kwanza yanasema, wasemao ya kuwa ni Wayahudi. Hii inamaanisha nini? Unajua, watu walikuwa Wayahudi kwa asili, bali hawakuwa Wayahudi wa kiroho. Matendo yao hayakubadilika yale matendo yao ya kimwili, hayakuweza kubadilisha matendo yao ya kiroho, wawe watu wanaotenda mema. Na ndiyo maana katika Rumi sula ya tisa mstari wa nane, maneno ya Mungu yanasema si kana kwamba neno la Mungu limetanguka maana hawawi wote Waisraeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa, yaani si watoto wa mwili waliwo watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanaohesabiwa kuwa wazao. Kwa hiyo hawa Wayahudi walikuwa wanatenda mambo yale yale ya kwanza, kipindi ambacho bado hawajaokoka na bado hawakutaka kumfuata Kristo. Lakini kipindi hichi wao walikuwa wanafanya mambo ya ajabu. Sinagogi la Shetani linaonyesha kuwa matendo maovu ya Wayahudi hawa wa Simna yamewafanya kuwa watu wa Shetani badala ya kuwa watu wa Mungu ni rahisi kudai kuwa kanisa lina uhusiano wa Mungu au na Mungu, kumbe wanamuhudumia Shetani. Kwa hiyo wapo ndani lakini wao wanafanya mambo yasiyofaa katika Ufunuo sula ya pili mstali wa kumi, maneno ya Mungu yanasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi uwe mwaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima. Katika mstari huu Yesu alitaka kuwaeleza ya kuwa Mkristo anaweza kuteswa katika mwili lakini hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kuharibu roho za Wakristo. Na hii pia unaweza ukaitazama katika Yohana sura ya 15 mstari wa pili, Timotheo wa pili, sura ya 3 na mstari wa 12. Dhiki siku kumi sio kipindi cha muda mrefu au muda kamili. Kumbuka mlolongo wa kitaalamu kunaweza kuwapa maelezo ya aina mbili katika neno hili. Maelezo ya kwanza, siku kumi zaweza kuonyesha kwa ufupi kipindi cha utawala mgumu wa Kirumi. Hii unaweza ukaithibitisha pia katika Danieli sura ya kwanza, mstari wa 12 mpaka 16, lakini pia katika Mwanzo uh, sura ya 31 na mstari wa saba lakini maelezo ya pili ni kuwa siku kumi zaweza kuwa ukamilifu wa mateso. Unaweza kuiangalia pia hii katika Danieli sura ya kwanza na mstari wa 20. Kwa hiyo taji ya uzima ina maana kuwa, katika Kiyunani kuna maneno mawili yanayotafsiriwa kuwa taji na tafsiri hiyo inaletwa kwenye lugha ya Kiswahili. Neno moja la Kiyunani linaitwa Stefanos na lingine linaitwa daidema. Stefanos ni taji ambayo inatolewa kwa watu wanaoshinda katika michezo au katika vita. Daidema ni taji wanayovaa wafalme. Sasa katika mstari huu, taji ya uzima ni taji ya washindi, yaani wale watu walioshinda. Hii ina maana ni Stefanos zamani mtu akishinda katika michezo alipewa taji iliyotengenezwa kwa maua na yenye kunyauka tu. Taji kama hiyo haidumu kwa muda mrefu, lakini taji ya Wakristo inayozungumziwa katika mstari huu ni taji ya uzima wa milele ambayo inadumu kote. Hii pia unaweza ukaithibitisha katika Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 25, lakini pia katika Timotheo wa Pili sura ya 4 Mstari wa nane. Tunaposoma hapa katika mstari huu wa kumi pia kuna neno linalosema uh, lina mauti ya pili. Tunapoendelea kusoma Ufunuo sula ya pili mstari wa kumi na moja, maneno ya Mungu yanasema yeye aliye na sikio ayasikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kwa hiyo mauti ya pili maana yake ni mauti ya kiroho katika moto, na hii pia inathibitishwa katika Ufunuo sura 20 mstari wa sita. Wakristo wanaweza kupata mauti ya kwanza, yaani mauti ya kimwili, walakini wakiwa waaminifu, roho zao zitapona zisitupwe katika lile ziwa la moto, lakini wakiwa sio waaminifu, basi wanaendelea na kupata mauti ya pili ambayo ni ya milele. Ukisoma vizuri mstari huu, kuna maneno yanasema yeye ashindaye. Hapa Yesu anawahimiza wasikate tamaa, wajitahidi kuvumilia mpaka mwisho ili wapate ushindi. Kanisa la Simna lilikuwa linapata mateso makali mikononi mwa Wayahudi wasioamini. Kwa kufanya hivyo walifikiri wanafanya mapenzi ya Mungu, kumbe sivyo, bali walikuwa uh, ni mawakala wa Shetani. Lakini kupitia mateso yote waliokuwa nayo, yaliwafanya wapate nguvu katika imani zao, kwa kuwa hatuoni Yesu akilikataa kanisa la Simna, ila katika kusoma tulisikia tu ujumbe wa matumaini ambao unasema endapo wataendelea katika matendo mema watavuna walichokipanda wakati wa mavuno, na hii pia inathibitishwa katika Wagalatia sura ya sita mstari wa tisa. Kwa hiyo sisi Wakristo wa leo tunatakiwa tupate mfano katika uh, ili kanisa la Smirna tupate mfano wa kuiga kwamba tuendelee kuvumilia katika mateso ambayo tunapitia kwa sababu tuna taji ambayo tutapewa pale siku ya mwisho. Kuna taji ambayo tutapewa ya kudumu siku ya mwisho, kuna taji ambayo tutapewa na hii ni kuepuka mauti ya pili katika siku ya mwisho. Mpenzi msikilizaji, tumepata wasaa wa kuongelea Ufunuo sura ya pili na vifungu vyake mpaka mstari wa kumi na moja. Basi leo tukomee hapo tukitafakari maneno ya Kristo ambayo msingi wake unatupa sisi tumaini katika kuvumilia yale ambayo tunayapitia katika hii dunia, ili tuweze kupata taji siku ya mwisho. Basi tukutane wakati mwingine, tutapoendelea kuchambua siri ya kitabu cha Ufunuo na wakati huo tutaangalia Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi na mbili ambapo hapa tuna ujumbe kwa kanisa la Pergamo. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu akubariki wa tukutane wakati ujao.